Bila mtaka yule aliyetamka unajua hili swala. wengi. kuchukua hizi. Mimi no, iliona... na wasaka hao. Samuel He. Samuel, yule. Umeelewa? Walijaribu nani alisema mmoja alietamka. Hata mimi sikuwepo ni Msuya, Mr. Msuya lakini sikuwepo wakati wanatamkia, sikuwepo wakati wanatamkia, lakini mwenye mamlaka ni huyu bwana, na ulipokuwa nazungumza na ile sauti ya nani nani. nani eh bwana? sijui moga imesikika, imesikika ukisema kwamba ukampa mw simu mwingine mw ambayo ni Bahman Bahman, unazungumza kwa sababu tulishafikisha kwa waziri mkuu, ni barua ambayo tuliandika, mheshimiwa, ndio. Kwa kile clip uliokuwa unazungumza, tuseme kwamba hii swali limefika kwa waziri mkuu, hiyo hiyo clip kwa, kwa mheshimiwa ipo, lakini kama yeah, ni barua yani. Wewe ulisema kwamba barua tumefikisha kwa waziri mkuu ambayo barua tuliandika kwa tulikopi pia kwa waziri mkuu. Ah, huyu aliniambia kwamba barua tumeikopi kwa waziri mkuu ya waiver, ya waiver ulisema alikuja kuwatisha kuwatishap amba hii kitu iko kwa waziri mkuu. Hebu uchukue huyu na yule sasa, watoe maelezo sasa, ya kwa nini kampuni yao walitumia majina ya viongozi wa juu wa kitaifa kuidanganya mamlaka bandari na kuisukuma mamlaka zetu kwa lengo la kupata unafuu wa kulipa kodi wakiwa hawastahili kulipa kodi nafuu. Hatuwezi kuwa tunakaa na hey, hey. Kundi la watu mnatumia majina watu mheshimiwa. Tumwishimia. Tumwishimia. Mheshimiwa. ya watu huku chini alafu mnaleta usumbufu kwenye mamlaka zetu ambayo tunazisimamia. Ni kweli mheshimiwa. Sisi hatujatamka hilo, kila kitu tutajulikana na DCI hey. Kuja kuwatisha mamlaka bandari kwa kutumia majina au ya rais au makamu wa rais